Katika ibara 142 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mishahara, pensheni, posho na na na na mafao ya uzeni, malipo ya uzeni, mshahara, pensheni na posho, hivi vinalipwa kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina, ndivyo katiba inavyoelekeza. Sasa hapa katikati ilitungwa sheria, inasema hiyo malipo yafanyike kupitia kwa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 Mheshimiwa Rais, mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara yao, posho, pension, usalama na ajira ya mazingira bora kazi <laughs> na mambo mengine. Mheshimiwa Rais, anasikitisha lakini i, majaji waliwostafu kwanza tu wanaostafu wanachelewa baada ya kuhamisha kutoka kwenye mfuko mkuu hazina, kama katiba inavyoelekeza kupeleka huku kwa mtendaji mkuu, wanasubiri ile fedha atakayotengewa na Matokeo yake hata jaji mkuu anachelewa kupata hazina yake, aa posho yake, mpaka akae miezi sita ndo apewe huyu jaji mkuu. Atakuwa na moyo <laughs> <laughs> <laughs>? Majaji hapa posho zao na pensheni zao zinasuasua, na mimi sasa wananilalamikia, ndo akaniambia wewe ndo mlezi wetu, sasa bwana kaya bebe hayo, na usipoyasema tutakupiga majungu mpaka uondoke. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe tu. Unaona anavyoshangilia huko. Nisingeasema haya angaweza usema huyu jaji mkuu, nadhani akili yake sio nzuri, situmwambia atusemee, si mambo tungemwachia Masao angeyasema. Ma, kina Masowe wana sifa ya kupigania haya masilahi kwa hiyo. <laughs>